Hivi karibuni tumeona taarifa kupitia MOI ikisema kwamba sasa hivi kuna mashine ambayo inaitwa Akili Unde. Kupitia Akili Unde, sasa hivi madaktari mnatumia muda gani ili kumtoa mgonjwa? Akili Unde inafupisha sana muda wa kufanya upasuaji kwa mgonjwa. Kwanza, muda wa kufanya upasuaji wa mgonjwa inategemea na aina ya tatizo alilokuwa nalo. Kuna vimbe ambazo za kichwani ambazo unaweza kukata masaa kumi na mbili masaa kumi na nane kutegemea na ukubwa wa tatizo na aina ya upasuaji ambayo unaenda kuifanya. Uh, Akili Unde inatumika pia kutoa uh, biopsy tunasema uh, vinyama uh, kwenye uvimbe, vipimo kufanya vipimo ambavyo vinaweza kutusaidia kugundua kama mgonjwa ana saratani ama laa. Sasa vimbe hizo mara nyingi zinakuwa ziko ndani sana na tumia aina nyingine ya operation inaitwa stereotactic. Inabidi umvalishe mgonjwa fremu, umpeleke CT scan, umrudishe. Hilo zoezi ni sio chini ya masaa matatu manne. Uh, lakini ukitumia akiliunde sasa hii brain navigation ambayo tumeipata, unaweza ukatumia uh, dakika 45 tu kufanya hiyo operation ya kutoa sampuli kwa ajili ya kupima aina ya uvimbe lakini kwa vimbe zingine ambazo, kwa sababu uh, kazi kubwa ya Akili Unde inatusaidia kufanya upasuaji kwa usahihi zaidi, kwa sababu inatusaidia ku kujua sehemu sahihi ambako uvimbe upo. Kwa hiyo, kawaida utapima kwa kutumia um, MRI ile utampima mgonjwa lakini Akili Unde ni dakika mbili tu, kitu ambacho unakifanya kwa dakika thelathini unaweza ukatumia tu kwa dakika moja baada ya kufanya zile connection kwa operation zote ambazo utatumia, hiyo itakupunguzia muda ule wa kupima na kujua exactly uvimbe uko wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo operation za masaa manne unaweza kuzifanya ndani ya dakika 45 mpaka lisali moja, zile za kutoa sampuli kwa ajili ya vipimo baada ya ya kupata wanatoka mikoa kwenye mikoa mingine hospitali zingine labda za mikoa ama hapa hapa Dar es Salaam. Sasa baada ya watu kujua kwamba kuna hii mashine sasa hivi, mwitikio upoje? Kuna wagonjwa wengine ambao mnawapata na ni kila ugonjwa wa mtu ambaye anao kwenye kichwa ama kuna kitu kingine ambacho mnakitazama ambacho kinatumika kwa ajili ya Akili Unde yau? Uh, wagonjwa wa matatizo ya vimbe za kwenye kichwa hapa tunawapata wengi, kwa sababu unajua ni hospitali ya taifa ambayo inapata wagonjwa wenye haya matatizo. Na wagonjwa wameendelea kuwa wengi kutokana na uwekezaji ambao umefanyika. Unajua sasa hivi ni rahisi sana kufanya diagnosis kwenye hospitali nyingi za mikoa kutokana kuna CT scan, kuna MRI nyingi. Kwa hiyo wagonjwa wao wanapatikana kiurahisi na wanafika kwetu um, mapema zaidi kulinganisha na ilivyokuwa nyuma. Hii uh, Akili Unde tumeipata tuna kama wiki mbili au tatu tu mgonjwa huwezi kujua uh, ukiwa nyumbani kwamba kwamba wewe utaenda kufanywa na Akiliunde. Inabidi uje tukufanyie tathmini, alafu tutaweza kusema kwamba huyu anahitaji kutumia Akiliunde ama la. Kwa hiyo uh, influx ipo, wagonjwa wanakuja wengi, lakini siwezi kusema kwamba wameongezeka sana, labda mara tatu baada ya kutangaza hii mashine. Lakini wanakuja pia saa nyingine kwa sababu tu ya symptom, hata mtu anaumwa tu kichwa anasema ngoja niende, kuna Akiliunde. Kuna tiba ambayo ni, ni, ni rahisi zaidi lakini unakuta labda hana tatizo ambalo unahitaji kutumia kiliunde za mwanzo mbazo zilikuwa zikitumika kwenye upasuaji kichwa na hivi, kupitia hii mashine ya kiliunde zimeongezeka, labda mara mbili? Ama hapana, gharama zijaongezeka mara mbili. Gharama uh, zipo Uh, na sio kubwa sana. Kila Mtanzania anaweza aka afford, kwa sababu pia inategemea unatibiwa kwa namna gani. Kuna mtu akija na kwambia labda anatumia bima, kwa hiyo bima unakuta ina, inaweza ikakidhi kutumia hiyo mashine. Na wagonjwa hata wa kawaida ambao hawana hata uwezo wa kulipa gharama kubwa pia wanaweza wakatibiwa kwa kutumia hiyo akiliunde. Sio kwamba imeongezeka mara tatu au mara nne, hapana. Hii ipo kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo, yote anayekuja hapa na anahitaji anaweza kabisa ku afford kulipia. Kwa hiyo, ningependa pia kuwaasa Watanzania kwa sababu, na hakika wanaangalia, ukiona una shida labda ya macho, yaani kama kitu mimi ambacho nakutana nacho mara nyingi, na unajua ni ngumu sana kupoteza macho eh? E, kwa kipofu, imagine huoni tu ghafla pu, ni kazi, si ndio? Kwa hiyo, unapopata shida jitahidi kwenda hospitalini mapema Umeona, ujitahidi kwenda hospitali mapema na shida ukiona haigunduliki, basi unakuja kwenye hospitali hizi kubwa za Taifa ili tuweze kukuhudumia mapema, kwa sababu ukija mapema hali yako inakuwa nzuri kabisa. Madam Sofia Kesi, kuvaa miwani, kulalamika macho yanakuuma, umemsikia dokta mwenyewe akizungumza. Mimi stii neno lolote. Dokta, kwa kumalizia, kuna kitu gani ambacho nataka kuwaambia watanzania nje ya kuja kupima macho na kitu kingine? Ah, napenda kuambia Watanzania kwamba sisi MOI tupo tunatoa huduma na huduma zetu ni nzuri sana. Milango iko wazi tuko hapa kuwahudumia na tutawapa huduma bora na wajitunze afya zao. Wasichelewe kuja hospitali.